Happy new month. New month. Happy mwezi mpya mwezi wa nne, ikiwa leo ni tarehe moja ya mwezi wa nne mwaka 2025. Ni Jumanne nyingine ambayo tunakwenda kuziangazia habari za kimichezo ambazo zimekuwa zikimeke headline, lakini pia zikichukua nafasi kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii bila kusahau kunako vyombo mbalimbali vya habari. Hii ni morning sports ya Bwigane TV, tuko hapa kwa ajili ya kukujuza kile ambacho kinaendelea katika katika nyanja mbalimbali mbali kwenye michezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Tunafahamu stori ni nyingi kwelikweli. Jana Serengeti Boys bwana, wameangukia pua, wakala kichapo cha mabao manne kwa moja kutokea kule nchini Morocco kwenye michuano ya Afcon ya vijana wa umri chini ya miaka 17 lakini pia timu ya taifa ya umri wa miaka chini ya kumi, chini ya umri wa ya miaka 17 ya wanawake, yenyewe imegawa dozi kwa Lebanon katika yale mashindano ya UEFA women under 18 eh, friendship cup eh, wamegawa dozi ya bao moja kwa sifuri kule dhidi ya Lebanon. Lakini pia story nyingine, Young Africans tayari wamekusha ifuata Tabora United kimya kimya kabisa usiku. Ni kipi ambacho wanakwenda kukitafuta kule? Tutaangazia mchezo huo kwa kina, mchezo ambao utapigwa hapo kesho katika dimba la Al Hasani Mwinyi eh, katika mji wa Tabora, lakini Simba wao leo hii wanasafiri sasa, wanaondoka pale ambako walipo kuelekea kule katika mji wa Suez, kuifuata Al Masri. Wako wapi Simba? Wanafanya nini? Kuna taarifa gani mpya? Ahmed Ally bwana, yeye amekuja na jipya kuhusiana na Musa Pin Pin Kamara Pin, nyanda hili la kimataifa kutoka Guinea. ni kitu gani, ni taarifa gani ambayo wana Simba wanapaswa kuisikia? Basi tuko hapa kwa ajili ya kukujuza kile ambacho kinajiri kutokea huko nchini Misri, lakini bila kusahau hapo jana e, Singida Black Stars waliweka wazi kwamba kwa yeyote ambaye anahitaji kupata saini ya Jonathan Soa pamoja na Arthur Bada, basi aandae mabilioni ya kutosha takriban bilioni sita na nusu aweze kuwapata nyota hao wawili. Niko hapa na Bilali lakini bila kumsahau Mayombo tutazungumza habari hizi za kimichezo, tutazichambua kwa kina kweli kweli. Kama unakumbuka jana, tumezungumzia wachezaji nyota kabisa wa kuchungwa katika kikosi cha Almasri. Sasa leo hii tutaangazia mchezo wenyewe, dakika tisini zitakuwaje, nani ambaye yuko favorite, lakini pia nani ambaye ana nafasi finyu ya kuweza kusonga mbele. Mimi ni Urugu Salum, niko hapa katika Morning Sports, tunazichambua zile ambazo unapaswa au unatamani kuzisikia, lakini pia mtazamaji wetu usisite kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi e, nasi tutausoma hapa tukiwa live kwenye kipindi chetu cha Morning Sports. Kama kuna dukuduku lolote unaweza lolote unaweza ukatuambia, e, unatuandikia jina lako, uko wapi, lakini pia unaisupport timu gani e, hapo baadaye kutakuwa kuna mjadala kwenye michuano hii, kwa, kwa maana ya CAF Confederation Cup, nani ambaye unampa nafasi ya kufanya vizuri zaidi kati ya timu nane hizi ambazo zimesalia. Eh, bwana. Eh, Mwayombo. Mm. Na ndugu yangu Bilali. Yes, Bilali vipi? Safi. Yes, mambo yanasemaje? Amshukuru <laughs> Mungu. Habari? Kwema? Safi. Bwana Mwayombo vipi? Fresh. Leo leo unajua leo umekuwa na akili sana , kijana. Umesema yeah. Mwayombo na ndugu yangu Bilali. Wewe si <laughs> e, ulisema wewe sio ndugu yangu. Mimi sio ndugu yako. Sawa, haina <laughs> e, shida. Uhakika. Sawa. Bwana Bilali. Yes. Bwana, jana eh, timu ya taifa ya vijana under 17 eh, yeah. Kwa maana ya Serengeti Boys wameanza vibaya michuano ya kombe la Afcon ile eh, yeah. kule nchini Morocco wamepokea, yeah. kichapo kizito cha mabao manne kwa moja dhidi ya timu ya taifa ya Zambia eh. Pengine matokeo kama haya uliyatarajia au yamekuja kama surprise package kwa upande wako, um, mabao manne kwa moja. Kwanza mimi nitangulize na pole ambayo ni moja kwa moja iende kwa uongozi wa kikosi cha Serengeti kwa sababu the way unavyopoteza kwa idadi kubwa ya magoli kama hivyo inakutoa kwenye msimamo, na hii maana yake hata mechi zinazofuata hutaweza kujitetea kwa maana kwamba unapoteza kuanzia goli mbili au tatu. Hii inakuweka ni underconfidence, uwe kujiamini kwamba na uwezo wa kufuzu kwa raundi inayofuata. Kwa hiyo mi naamini kama ni bila shaka ni mchezo wa mchezo wa makosa ambao wametumia, lakini wana uwezo pia wa kubadilika kwa mechi zinazo ili waweze kutengeneza nafasi ambayo wao wana, wanadhani wanaweza kuitumia, lakini mi naamini binafsi, wame, wame, wamekula sikukuu kwa sababu uh, the way unajua siku za sikukuu matokeo yanakuwa mm. Ni uh, tofauti sana kwa hiyo yes. mimi ni nipongeze, kwa sababu kulikuwa na uwezekano wa kupoteza hata goli tano au sita mm. Lakini pia wakikaa vizuri, benchi la ufundi wakarudi wanaweza wakatengeneza kikosi. Unajua shida ya timu ya vijana anda, anda 17 shida kwamba haijakuwa haijakuwa kwenye mtazamo mzuri, na ndio maana wanashindwa hata kutengeneza namna gani kwamba tunaweza tukawa kwenye ush, ushindani yani tunakurupuka binafsi. Kwa hiyo mm. matokeo kama haya tunashindwa hata kutengeneza vikosi kama vile walivyopita kina Jobu miaka mia, mia, mia, sita saba iliyopita nyuma mm. walikuwa na kikosi kizuri, akina Kibwana Shomali walikuwa ni kikosi ambacho hata ukikiangalia wa yake na kibabage kwamba kikosi ambacho kilikuwa kinatia matumaini hata unaweza ukaenda bandaumiza kuangalia ukajua kabisa kwamba leo tunaweza tukapata ushindi. Kwa matokeo haya, binafsi hakuna Mtanzania yoyote ambaye anayependa mpira na kupenda nchi yake akashindwa kuumia kwenye matokeo kama haya. Kwa binafsi nimeyapokea, hakuna jinsi, ila ni kikubwa tu kwamba benchi la ufundi wakae waweze kuangalia wapi wamepotea. Hmm, na wapi ambapo wanabidi wa makosa yao waweze kuyatengeneza ili warudi upya. Bwana Mwayombo, eh wewe ulisema kwamba haushangazwi na matokeo ambayo timu yetu ya vijana imeyapata, lakini nikukumbushe kwamba kwa upande wa Afrika Mashariki bwana majonzi ni makubwa kweli kweli, na hapo jana pia Uganda walichezea kichapo cha mabao matano kwa bila kutoka kwa wenyeji Moroko. Lakini hmm. kama haitoshi, e, South Africa jana wakafanya comeback ya kibabe na kushinda mabao manne kwa ta, mabao manne kwa matatu dhidi ya Egypt katika mwendelezo wa michuano hiyo. Pengine mashindano haya ya vijana, Moyombo, una comment gani kuhusiana na michuano hii ya vijana? AFCON ya vijana. Unajua moja ya sehemu ambayo mimi naamini ukipoteza utaki kusikitika sana ni kwenye hii michuano ya vijana. Ila kazi kubwa ambayo unataka kufanya wewe ni kujua wapi nimekosea. Afu nitarudi tena mwakani nitatengeneza timu. Nilikuwa naangalia mechi ya Egypti na timu ya taifa ya Afrika Kusini, aisee wale walionyesha ni vijana kweli yani uwezi kulinganisha na Serengeti Boys kabisa kabisa, hata kiuchezaji mm. ni vijana wadogo mm, lakini kuna bwana mdogo mmoja hivi anaitwa Wheatboy huyu, mm. ni mchezaji wa Cape Town City hebu, ana miaka 16 Wheatboy. Eh, Wheatboy? yes, yes. Wheatboy miaka kumina... white... 16 anacheza timu yao Wheat, timu ana miaka 16 anaanza kikosi cha kwanza cha Cape Town City. Hebu mm. jiulize, bwana mdogo miaka 16 anacheza timu ya Cape Town City, ligi ngumu ile ya PSL mm, akija kwenye michuano hii ya vijana atawanyanyasa vipi wenzie Afu urudi kwenye timu ya taifa ya Tanzania, wale wachezaji ambao wanacheza under 17 hata kwenye timu zao zenyewe hizi za klabu zile hawakai hata benchi, hakuna ambaye anaaminiwa yani. Kwa hiyo wenzetu unakuta kuna msingi fulani hivi mzuri, wameshaanza kuwatengenezea vijana wao tayari, wanawatengeneza tayari kwa kuwauza. Kwa hiyo mimi jana nilivyokuwa naangalia ule mchezo wa kwetu wa Serengeti Boys, unajua Serengeti Boys ilicheza vizuri sana kwenye ile principle ya kugusa mpira kupiga pasi nyingi. Serengeti Boys walikuwa mbele kwa kila kitu, lakini kwenye ile uhatari wa kwenda kutengeneza nafasi. Hmm. Ulikuwa unaona upande wa pili Zambia walikuwa hatari na walikuwa kwa sababu gani? Hmm. Wachezaji wa Zambia nilikuwa, nilikuwa namsikia mtangazaji pale nakutajia mwingine anacheza Zanaco mwingine anacheza ZESCO. Yaani wa, ni wachezaji ambao wapo kwenye ligi ya ushindani tayari. Sasa huwezi kuanza kuwalinganisha hata siku moja na vijana wetu ambao bado wanajitafuta. Kwa tumi lazima niwapongeze vijana hii wa timu ya taifa hii ya Zambia kwa kuibuka na ushindi. Lakini mi naamini penye nia pana njia yes. Sisi kama taifa bado tunajifunza, tutaendelea kuitengeneza timu yetu ya taifa mm. Naamini na itakuja kuwa bora sana siku zijazo. Kwa aina ya jinsi mifumo, ama mifumo ambayo tunayo wakati huu kwenye soka la vijana inaonekana ipo kwenye njia, isipokuwa TFF wanatakiwa kutumia nguvu kubwa, wazilazimishe klabu zetu nazo zianze kuwapa nafasi vijana wetu ambao wanatengenezwa kwenye hizi klabu mapema waanze kutoa sapoti sasa hey. Kwa upande wa vijana hao waweze hey, kupata nafasi, hey, waanze kupata nafasi na sehemu mm, pekee ambayo wanaweza kawapa nafasi na uzoefu wa kutosha mm, ni kuanzia huku kwanza kwenye michuano ya vijana, namaanisha huku kwenye michuano ya vijana wanakuwa wakitoka hapo, unaenda kwenye ile ligi ya championship, okay. Unaweza kuweka sheria hata wachezaji watano lazima wacheze wenye chini ya umri ya miaka 21, mm, utawatengeneza vijana wengi sana ambao Mwisho wa siku watakuja kuwa na tija na faida kubwa kwa kikosi chako cha timu ya taifa. Lakini bwana e, Bilali tukiangazia yes, kwa upande wa tiki...